Radio 47 habari ya asubuhi. Salama sana, hapa ndipo. Eh, tunaongea na nani? Unaongea na John kutoka Utange. Utange ni wapi? Mombasa. Mimi najua tu Utange basi. Nategea kipindi sana. Napenda kuwasikiza sana. Hiki kipindi kinanifurahisha <laughs> sana. Asante sana, asante sana Johnny. Aya, eh, huyo hapo umesalimiwa na Johnny kutoka Utange. Naam, tuliona SMS yako hapo, ulisema kwamba kuna kitu kimekuramba, ukasema tu nipigieni, ukatuachia namba. We, nakwambia ilikuwa stori kubwa sana yaani, Kilini, hata sijui niseme ilikuwa zaidi ya kuniramba eh, eh. What happened? Eh, yaani ni, ni, kama, ni kama uende mahali uitishe pizza alafu uletee omena utasikiaje? Lakini utasikia vibaya, vibaya ilikuwa mm, tarehe kumi, kumi na nne mwezi wa pili huu mwaka tayari, nakumbuka hiyo. Kumbuka sasa hiyo e, siku kwanza, kabla hiyo siku, labda nikurudishe nyuma kidogo mm -hmm. E, kama mwezi mmoja hivi hapo nyuma hivyo, kuna msichana imekutana na yeye TikTok mm -hmm. Mm, tukaongea ile kujuana hivi polepole tukajuana mm -hmm. Kaambia mwenyewe anatoka Kilifi, hapo wakati huu mi mwenyewe nafanya kazi po. <laughs> unafanya kazi, unafanya <laughs> kazi port E, okay. Ile kujuana ile mwanzo mwanzo kujuana kwanza mwezi mm -hmm. mmoja baadaye hivyo unajua sasa pia mimi shughuli zangu nilikuwa busy busy tukapanga kukutana. Okay. E, tuka, nika... kuna mahali hapo town kidogo hivi mm -hmm. kwa rafiki yangu fulani hapo, fulani hapo hapo hivyo nikamwita siku moja mm -hmm. siku, uka siku sasa ukaita mrembo kutoka TikTok nika. Hey, <laughs> tumejuana, mimi mwenyewe nimeona vitu zake TikTok. uh -huh. Hey, mtu uh -huh. ako vizuri, anajiongeza. uh -huh. Ah, mambo yako tu yale yenye napenda. Ukiangalia mbele vizuri bro. Kwani mambo gani unapenda? Anasema mbele. ah. Yuko vizuri nyuma <laughs> mashallah. Nyuma, mashallah. Hey, nyuma <laughs> kusula, yuma, ukiangalia huku mbele vizuri, nyashi iko kiasi. Hey. Hey, sasa si mimi nikajua, nimeangukia hapa, nimetafuta siku nyingi leo nimepata. uh -huh. Mm, sasa siku ikafika. Ngoja, Joni, mlikuwa hamjawahi kuongea naye kwa simu ile kama video call ama ku hivyo. It was just ha, chat tulikuwa tuna chat sana. Okay. Alikuja akanipa namba tulikuwa tuna chat, tunaongea mm, kwa simu lakini video call, hatukuwa tume video call. Oh, okay okay okay, okay. Eh, ilikuwa tu ile kuongea kuongea kawaida mm -hmm, chat nini mm -hmm, picha naziona picha zake sasa si, tukapanga siku kukutana. Ndio. mm -hmm. Eh, mwenyewe akaniambia ah, Saumu, kweli ah, sawa. Tukakutana hiyo siku. Ndio. Mimi nikafika mapema kwa kawaida tu, nikamngoja eh, nakwambia hiyo siku <laughs> Sasa nikangoja vizuri, akafika. Nilimpa maelekezo vizuri, akapiga simu, akafika. Mimi nimefika hapo sasa. Kufika nikamwambia sawa, ni hapa hivi, ita na hivi fika, akafika mahali kwenyewe. Sasa mimi akaniambia nimefika, niko hapa nje kwa ili nje. Mimi nikimwona mtu mwenye nilikuwa naongea naye zile picha, simwoni Kamuliza kwa ati Kazani nimepotea haja ni hedeo. Kwa hana nikaanza kubweka kidogo hivi, kuongea ongea kwa simu lakini, sasa nikamuona kwa simu. Okay, ah, hei hapo mahali. Hei! Karibu nizimie. Kwa nini? Kwa nini bro? Karibu nizimie, yaani mtu ambaye niliona hei na yule, ambaye mtu ambaye nilikuwa natarajia kumwona ni mtu tofauti kabisa. Yani, si kwa ubaya, lakini mi mtu, siku niliona hey! si mtu mtu ameparara, mtu mfupi mwenyewe hey! si yule mtu ambaye mbaye nilikuwa nimemwona kawaida. Kwani short girls don't deserve love jamani? Jamani si, oh, si hata ati ni ufupi sasa. Alikuwa mimi nilikuwa akili yangu nimeiset kwa mtu tofauti, mimi Kwani, okay, huyu ulikuwa unazungumza naye original? Mm. alikuwa mm, ni mrefu ni mweupe ni mweusi ama alikuwa na mwonekano gani? alikuwa msichana. Mm, alikuwa si mrefu sana, lakini mrefu kiasi, mweupe. Mm, alafu mwili uko vizuri, amebarikiwa kidogo. mm. lakini sasa hii siku yule ambayo nilikutana naye mm huyu -hmm. mm -hmm. alikuwa amepigwa pasi. Kitu kilifanya nikajua ni yeye ni sauti tu, lakini ningesema ni mtu mwingine <laughs> Akili ni ya Kenya <laughs> <laughs> <laughs> Sauti tu tutikajiani ni lakini nikasema ni sawa tu, sikutaka kumwonyesha wote nini ni, hapo eh. hivyo ametoka mbali hata karibu uh -huh. tukaingia vile tulikuwa tumepanga tu. Ndio. Kisha hapo rafiki yangu naye pia nilikuwa nishamwambia, najua nilikuwa nimejisifu. Rafiki yangu wa karibu sana. Eh. Sasa yeah. Ngoja mwambie eh, kuna kuna mtu atakuja hapa leo, mimi nakwambia leo mitaliwe. Totos Totos. Eh, mpaka eh, nimemwonyesha picha. Totos la Kilifi. Sasa <laughs> <laughs> <laughs> la Kilifi mwenyewe <laughs> akiongea, sauti yenyewe ukisikia, unasema basi hapa nimepata. <laughs> Sasa mkamalizanaje? Sasa ilibidi tu hivyo hivyo tu tukaongea. Baadaye, baada ya kula nini, masaa pia alikuwa amesonga hey, ile tu tuna tuko, lakini eh, akili iko mbali, hata hamu hamu sasa hivyo imekutoka mm, kabisa <laughs> hamu imenitoka, lakini siwezi onyesha naye unajua sasa. <laughs> <kaponja> moyo nini. <laughs> kamaliza umfika nyumbani uh, ukampigia, ulimpeleka stage, ulimpa fee kilishaji nilimpa ni, ni fea mm -hmm. akaenda hata fea kuja, nilikuwa nimemtumia mm -hmm. kwenda pia nikampa, akaenda vizuri, akafika ndio mm -hmm. eh, akanipigia akaniambia amefika. Nikasema sawa, baada tu confirm amefika hivi, mm -hmm. ah, mimi sikuwa na choice nyingine tena, mm -hmm, ah, oh, namba, uh, eh <laughs> na tukamaliza hiyo story hivyo. Namba mm -hmm, ulifanyaje? Namba niliblock